Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza namshukuru Mheshimiwa Waziri, tulikuwa naye TAMISEMI akiwa waziri nikiwa naibu, mchapa kazi, mchapakazi kweli kweli. E, mimi nimeshindwa tu kumweka kuwa na wala kina mama wengi, nafikiria bado na tafakari, lakini kwa maana ya kuchapa kazi, ukimbia kimbia usiku na mchana, hilo tuko pamoja mzee wangu, Mheshimiwa Jafo. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nichangie kwenye <clears throat> viwanda na biashara kama mwalimu na mwalimu ni popote na Mheshimiwa Waziri atanisikiliza na baadaye kuna maeneo nitahitaji majibu hata kama sio ya moja kwa moja. E, kwenye kizazi tulichonacho, Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima tuwa impact wananchi wetu na hasa vijana e, analiko skills e, namna ya kuweza kutafakari mambo kuyafanyia kazi na kujipanga malengo ya muda mrefu na muda mfupi na malengo ya sasa. Na kuna watu wachache wanaweza wakafanikiwa sana eh, ambao tunaita ni extraordinary cases akapata manufaa pa katikati na maisha kaenda. Lakini lazima vijana waandaliwe kutafuta maisha kwa muda mrefu zaidi na wawe wabobeze katika fani mbalimbali. Na ndio maana leo tunazungumzia kupitia science mambo ya e-commerce, e-medicine, e wireless phones na paperless na vitu vya namna hiyo. Sasa hivi karibuni, kumekuwa na mjadala na mheshimiwa speaker wa mambo ya betting. E, na mimi ni mwalimu wa hesabu nililazimika ni, jana kwenda kwenye duka la vitabu pale nikaenda nikatafuta niangalie ni kama topic zimebadilika mwaka huu kwenye syllabus mpya, nikakuta kitabu cha form 4 e, ile topic ipo na nikaangalia form 3 nikaangalia pia na kitabu cha chemistry form 3 form 4 na, e, na, na nikagundua kwamba Wizara ya Elimu imefanya kazi nzuri sana kwa kutafsiri kabla ya kila topic wanaeleza malengo ya hii topic baadaye itakuwa ni nini. Sasa nimeona watu wamejadili, nawezekana si walaumu sana wanaojadili habari ya mambo ya betting. Lakini kwa lugha rahisi Mheshimiwa Naibu Spika, betting ni, ni, ni gambling. Na gambling ni probability. Na probability ni predictions. Sasa lugha eh, rahisi tu wale wanaofanya betting halafu tunalaumu nitakuja sasa kwa Mheshimiwa Waziri, lakini rudi kwamba hili somo ni topic ipo kidato cha nne na mimi nimeisoma form 4, nimeisoma advance. Inaenda mpaka vyuo vikuu na kuna watu mabobea katika eneo hilo. Kwa hiyo unapoona nimepaka me kwenye maneno ya makasino, kwenye mambo ya Premier League eh, kwenye ligi mbalimbali sio bahati mbaya, iko hivi. Mheshimiwa Naibu Spika, kama lugha rahisi tu, ukiwa unataka kubeti tuchukulie mpira wa Tanzania, Simba na Yanga wanacheza hiyo eh, yu e, tarehe inayokuja hiyo yu, wapeleke timu. Sasa matokeo ni matatu tu. Expected of possible outcomes ni matatu tu. Tunaweza kushinda, tunaweza kupoteza, tunaweza kutoa draw. Ni win, lose or draw. Ni matatu. Hizo ni possible outcomes. Sasa tutafute uwezekano wa Simba kushinda Yanga. Ukifanya hivyo, maana yake uwezekano ni mmoja wa kushinda tu. Hakuna kushinda mara mbili. Kama una total event possible outcomes probability ya kupata ushindi ya wini ni namba ile ya ushindi ambayo ni moja out of zile tatu, maanake ni moja ya tatu, ukikadiria ni 0.33, kwenye asilimia ni asilimia 33.3. Sasa, Naibu Spika, kama mtu anaenda kubeti kwenye mpira alafu anakuambia kwamba e, Simba ikishinda Yanga utachukua mke wake, anajua na asilimia 33, kwanza lazima atapoteza. Sasa huyu hatuwezi kumlaumu, lakini vile vile sasa kwa waziri, kwa hiyo hoja ya, ya betting sio kosa na wala dini haijasema kwamba ukiwa ukikifanya betting ni dhambi. Kilichopo hapa kwenye nchi hii ni biashara holela, ni biashara holela. Nchi za wenzetu wanachukua mashine za kubeti na hiyo michezo kwenye kasino, ambako ni eneo ambalo unapaswa kwenda kama akili yako wewe umepanga kwenda, wanaangalia umri wa watu ambao wanahusika kwa nini hapa Tanzania Mheshimiwa naibu Spika, serikali imeruhusu mashine za kubeti za Kichina zimepachikwa kwenye shule za msingi zilipo, zimepachikwa palipo na sekondari, zimepachikwa hapo kwenye machinga complex, zimepachikwa kila mahali. Hata mtoto anatumwa kwenda kununua chumvi na mia mbili anaenda kucheza pale kamari, alafu tunaanza kulaumiana. Kwa Mheshimiwa Waziri, hii kazi unaiweza, nendeni ukapitia sheria zetu, ni leseni gani biashara ya kubeti mlitoa kwa wale wahusika mliwaambia wafanye biashara katika maeneo gani? Mmehimiza ni umri gani unapaswa kufanya kazi hiyo? Lakini kwa maana ya kubeti, mheshimiwa naibu spika, sea hii jambo ni jambo la kitaalamu, ni jambo la sayansi. Wenzetu wamechungulia fursa, wameitumia, tusilalamike. Twende kwenye sherehe zetu tuwasikuhizi kwenye sherehe zetu. Ili jambo la pili nataka nizungumze jambo la pili kwenye habari ya viwanda. Mheshimiwa naibu spika, nimepitia topic hizi mbalimbali hapa ambazo zinaeleza yaani, iko very proper. Ukienda kwenye nani zetu hizi kwenye topic, unazungumza habari ya viwanda, ukienda kwenye functions imeeleza tumeka kwenye mambo ya demand and terms, inazungumza mambo ya statistics, mambo ya sensor, cycles and sphere mambo. Unajua wenzetu hata mpira walioendelea kwenye sports hauchezichezi tu. Unakadiria kwamba ili goli ni mita ngapi, unapiga uweze kushinda. Ndio maana sisi hapa sisi unafanya kazi ya kwenda kwa mganga wa kienyeji, wenzako wanafanya special ya mipira, wewe unafanya kwenye kumtenga wa kienyeji kwenda kuvunja nazi. Kwa sababu watu wasome haya mambo, Mheshimiwa Waziri, mimi nikushauri kwa maana topic ambayo vimeendelea na wizara elimu na kazi unayofanya, nataka nikuombe hakuna namna ambavyo tutaendelea na viwanda hivi kama tutaacha shule ya sayansi na tukaacha watu wafanye mambo kiholela na kienyeji. Nendeni tukaconnect topic zetu, watu wafundisha watu, twende katika kuzalisha matilio mbalimbali. Hapo nazungumza habari ya vitu ambavyo mheshimiwa Ezra amezungumza, lakini nikuulize, kwa mbona mbaya, madawa ya kusafisha vioo tu, wako kina mama wanatengeneza hapa Tanzania. Umewapandisha kina mama wangapi? Umewapa mikopo wangapi? Wachache, ili badala ya kuagiza madawa ya chooni kutoka nje tufanye hapa hapa. Unataka viwanda vya sabuni, kina mama wanasambaza sabuni mtaani lokali umewezesha kina mama wangapi wa kulikuwa na mtindo hapa sasa hivi. Kwa mfano nchi kama India kuna kazi ambazo wamelimit, kuna watu wakuja kufanya biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, kimsingi sio wafanya biashara, ni machinga. kazi ambayo Tanzania wangeweza kufanya watu wanafanya. kwa nini msiweke masharti? apimu anamtaji kweli hata kufanya biashara gani, atalipa kodi kiasi? Mheshimiwa Waitara

Mheshimiwa Waitara, Mheshimiwa Waitara, Mheshimiwa Waitara, Mheshimiwa Waitara. Hii ni tabia yako meshmikua mara nyingi sana, sasa unachukua muda wa, wa mchangiaji mwingine, kaa chini ya karatasi yako.